siibada sasa hivi itakuwa ni ibada fupi, tofauti na ibada zilizopita, maana tunajiandaa kuenda, e tu tu kuenda kanisani kwa ajili ya ibada ya maombi ya jioni. Ndiyo basi, moja kwa moja nitamkaribisha ambaye amejiandaa kwa ajili ya somo atuelekeze hii, tumalize kwa haraka tukiandaa kwenda kanisani. Karibu dada Eva kwa ajili ya somo. Asante Mary, Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote anaokoa. Uh, karibuni kwenye ibada ifupi na tukiwa tunaendelea na ufululizo wa wa programu hii ya maombi kwa ajili ya kumu kumwomba Mungu kwa ajili ya kazi kubwa ambayo iko mbele yetu ambayo Mungu ametupatia kuifanya kwa tunajiweka wakfu kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yetu. Um, tumekuwa na masomo tofauti tofauti tangu asubuhi. Tumeona kwamba jinsi gani Mungu anaweza kufanya kazi, anaweza kutuma malaika, anaweza kutuma kikosi kutoka mbinguni, wakaenda wakafanya kazi na watu wengi wakaokolewa, zaidi kuliko hata za vile ambavyo tunavyoweza kufanya sisi, lakini ametupatia kushiriki effort. Anahitaji ana tubarikiwe. So, sasa tutaenda kutafakari kisa tu kidogo, nikaeweka mifomoaa kisa cha wana wa Israeli na ukisoma kitabu cha Kutoka chote sura ya kwanza hadi sura ya arobaini tunaona jinsi gani Mungu alivyokuwa mwaminifu kwa maisha ya wana wa jinsi gani alivyowabeba, jinsi gani alivyowatunza, jinsi gani alivyowaokoa, na mpaka wakafikia ile ahadi ambayo Bwana alikuwa ameahidi kwa muda mrefu sana. Na tunakwenda kutafakari. Tunaomba tu tu tu tu tu, tuombe. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya ya jioni tunahitaji kujifunza kutoka kwako, tusaidie tukaweze kusikia sauti yako na ukaweze kutuandaa kwa ajili ya kazi njema ambayo Mungu umetupatia tuweze kufanya, sisi ambao hatustahili kabisa kuifanya, lakini umetupatia neema tukaweze kuwa watenda kazi pamoja na wewe, ili tukaweze kuwa miongoni mwa watu ambao watakaokuwa wamepokea baraka kutoka kwako. Neema yako Mungu itoshe. Tunaomba kwa kuamini, kwa jina Yesu Kristo, Amen. Mungu ya kukalili unatoka kitabu cha kutoka sura ya kumi na tisa ukianzia ule mstari wa nne Mungu anajaribu kuwakumbusha wa wana wa Israeli, wa Israeli jinsi alivyowaokoa na jinsi gani mungu ali, alitamani wana wa Israeli waweze kuwa waweze kuwa waweze kuwa katika jamii ambazo walizokuwa wanapita katika katika seme, katika maeneo tofauti tofauti walivyokuwa wanaenda kukambika na wale watu waliokuwa wakiwazunguka wale majirani ambao walikuwa wanakutana nayo. Kifungu so, ya kukalili inatoka kitabu cha Kutoka sura ya kumi na tisa msunu ya nne, ambayo anasema kwamba mmeona jinsi nilivyowatenda Wamisri na jinsi nilivyowachukua nyinyi juu ya mbawa za tai nikawaleta nyinyi kwangu mimi. Sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hivyo ndivyo maneno utakavyoambia wana waize. Mungu, Mungu. Musa akaenda akawaita wazee na watu wa Israeli, akawafunulia maneno yote Bwana aliyowaambia aliyokuwa ame, amewaagiza. Watu wote wakaitika pamoja wakisema, hayo yote aliyowasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno haya. Hiki ni kisa, jinsi gani Mungu alivyokuwa amewachukua wana wa Israel katika nyakati tofauti tofauti, alivyokuwa amewapigania wana wa Israel juu ya adui zao, na mpaka jinsi gani mataifa mengine waliona ukuu wa Mungu, waliona ukuu wa Mungu na matendo makuu ya Mungu, jinsi alivyokuwa anawapigania wana Tu, samani tunakusikia kwa mbali. Okay, okay, okay. Nilikuwa fungu langu ya kukalili mmelisikia? <laughs> tumelisikia mm. Okay, nilikuwa najaribu kuweka summary kisa cha wana wa Israeli, jinsi gani Mungu alivyokuwa amewaokoa, jinsi gani Mungu alivyokuwa amewapigania na adui zao jinsi gani Mungu alivyozierusha wa ukuu wake kwa mataifa mengine hadi mataifa mengine wakajua ya, ya kwamba wana wa Israeli hawapigani wenyewe, bali ni mkono wa Mungu upo katikati yao. Na ukisoma vizuri kile kisa, ukipitia vizuri kitabu cha Kutoka ukafika ile hatua, wana wa Israeli wanavu- wanavuka ile bahari ya Shamu, wale Wafilisti walisema ya kwamba Yani, kuna nguvu ya ziada inawapigania wana wa Israeli, yani mkono wa Mungu upo juu ya wana wa Israeli, ina maana kwamba hatuwezi kuwa- kuwashinda wana wa Israeli. Na ndio maana nilikuwa ninasema ya kwamba tunaweza tukajitafakari sisi wenyewe, jinsi gani Mungu alivyotembea na sisi, jinsi gani Mungu anavyo upigania kuna nyakati labda tuliumwa, kuna nyakati ambazo inawezekana familia ilipita katika vipindi vigumu, inawezekana ofisini au kazini tulipitia nyakati ngumu, lakini tulipoliita jina la Bwana Mungu akadhihirisha ukuu ukuu wake katika maisha yetu, na ndivyo ambavyo kama alivyowaambia wana wa Israeli ya kwamba kwamba mmeona jinsi gani Mungu alivyowapigania. Hiyo iwe changamoto, ni kwa jinsi gani Mungu alitubeba katika mbawa zake kama tai, akahakikisha ya kwamba tunakuwa salama. Hata katikati ya dhoruba bado Mungu alitukumbatia kama tai, akihakikisha ya kwamba aidha mishale, aidha changamoto zinapokuja tunakuwa salama, ametukumbatia katika mbara zake akihakikisha ya kwamba tunavuka, au safari yetu ya maisha, safari zetu za kila siku zinakuwa zinakuwa zinakuwa, tuko salama chini ya mikono yake. Um, binafsi ninaweza kusema ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana. Nina, ni, ni, ni kama vile ushuhuda hapa katikati, kuna siku kama moja mfululizo nikawa nimekoswa na ajali nikawa nimekoswa na ajali pikipiki. i nilikuwa nime-, nilikuwa nime, nime, nime, nime, nime. ninatembea ninavuka barabara, alafu kulikuwa kuna pikipiki inakuja bila mimi kuiona. so, ile pikipiki ilipofika, so, kwa njia yoyote ile, ile pikipiki ilikuwa inaenda kunigonga na ningeumia vibaya sana lakini nilishangaa, sijui ni nini kilitokea, ile pikipiki ilipita wapi na haikunigusa, na nikatoka salama. Kwa jinsi tunavyokuwa tuna, tuna tafakari Mungu anavyotembea na sisi, ni mambo gani makubwa ambayo na magumu ambayo Mungu ametupitisha kwayo, tunabaki tukosema kwamba Mungu ni mwema na ni mwaminifu katika maisha yetu. Kwa hiyo kama nafasi imekuja ametuita twende kufanyia kazi ni kama ni kama vile dada na, Naomi na asubuhi amesema ya kwamba ni kama karata hii, karata ambayo tunaenda tunaitumia kwa ajili ya kwenda kufanya effort kule Nchangwahela, ni nafasi ya pekee sana ya kusema ya kwamba Mungu wewe unastahili. Mungu wewe unastahili vyote, unastahili kuheshimiwa. Mungu wewe unastahili kupokea utukufu kwa sababu amekuwa mwaminifu sana katika maisha yetu mpaka sasa, safari ya tangu Januari mpaka sasa, amekuwa akitupigania, amekuwa akitutunza, kuhakikisha ya kwamba tunakuwa salama. Kwa hiyo ni kama wito kwetu sisi vijana, tumeitwa. Mungu ametupatia wito ya kwamba nimewatunza, nimewafunika, nimewakumbatia kwa muda wa mwaka mzima, sasa unaenda kuisha sasa anatuita twende tukafanye kazi yake kule, kwa jamii ya wa watu ambao kunawezekana kuna wengine hawaja hawajamfahamu Mungu kabisa. Ametuita twende sasa tupeleke juu jinsi gani matendo makubwa na ya ajabu ambayo Mungu ametufanyia, tukawaambia na watu wengine, ili waweze kumwamini kumwamini huyu Mungu tunaye tunayemwamini ma, na katika yote tumeitwa tuna, tuna na tunapaswa kujua wito wetu kama vijana, ya kwamba Mungu ana anajivunia ana, ana sana sisi vijana, na akiona vijana wanajitoa kwa ajili ya kazi yake Mungu anapata ile proud, ya kwamba nina vijana sehemu fulani nina vijana wa kike na wa kiume sehemu fulani wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi yangu kwa Mungu atubariki sana. Tunaweza kulingana na ratiba zetu, tunaweza tukapata chance ya physically kwenda eneo la effort, lakini tunaweza tukatoa hata muda hata kuombea hata kutoa mali zile ambazo ametubariki kwazo, mali zile ambazo ameziweka katikati yetu akatufanya kuwa mawakili, kwa baraka ambazo Mungu ametupatia tunaweza tukazitoa zikaenda kufanya kazi yako, kazi yake kule, mchango wa hela. Kwa Mungu atubariki sana, tunapo likabidhi kitu hii kwa ajili katika mikono ya Mungu, na tuwaombee wale wahudumu, kwa sababu Mungu aweze kunena nayo na awaandae kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa Mungu abariki sana, tutafakari jinsi gani Mungu alivyotubeba kwa muda wa kipindi chote hicho. Tutafakari jinsi gani Mungu alivyotuokoa. Tutafakari jinsi gani Mungu alivyodhihirisha kabisa ukuu wake, tukasema kwamba hapa, kama sio yeye tusingetoboa. Kwa sababu ni yeye, basi na sisi tunamrudishia utukufu, tunamrudishia heshima na adhama, kwa kujitoa kikamilifu kwa ajili ya kazi yake ambayo iko mbele yetu. Mungu abariki sana